Kila siku unakutana na watu wenye tabasamu tamu, sauti laini na maneno yanayoonekana ya kweli. Lakini nyuma ya uso huo kuna mtu mwingine kabisa, ambaye hutakiwi kumjua. Ulimwengu haukuwezi kwa sababu ya watu wabaya, unakushinda kwa sababu hujui nyuso wanazovaa. Hili ndilo kosa hatari zaidi katika maisha ya kijamii, na karibu kila mtu analifanya. Leo hapa sauti ya kurasa tunaendelea mbele na kitabu cha The Laws of Human Nature cha Robert Greene. Karibu. Sura ya tatu, The Law of Role Playing. Katika ulimwengu tunaoishi, hakuna binadamu anayekuja kwako kama alivyo hakuna anayekutazama bila kuandaa uso, hakuna anayezungumza bila kupima maneno, hakuna anayekupa tabia yake halisi. Ulimwengu wa kijamii ni kama jukwaa kubwa, na kila mmoja wetu ni mwigizaji aliyevaa mavazi ya kuigiza, akicheza sehemu aliyojiandikia mwenyewe, ili aonekane salama, wa kuvutia, au asiyeweza kushambuliwa. Robert Greene anafichua jambo ambalo wengi hutaka kulisahau. Utafauti kati ya yule mtu anayejionyesha na yule anayeficha ndani, ni kama tofauti ya mchana na usiku. Kila mmoja anapokutana na mwingine, kuna pande mbili zinazogongana: maski anayekuletea na mtu halisi aliyefichwa nyuma yake. Watu hawafichi kwa ubaya, wanaficha kwa sababu dunia imewajeruhi, imewahukumu, imewakatalia walipojaribu kuwa halisi. Ndio maana sasa wanatembea na tabasamu lililotengenezwa polepole, kama sindano ya ganzi inayozuia kuonekana kwa majeruhi yao ya ndani. Lakini Greene anakufundisha kitu cha ajabu: maski haifichi kila kitu. Iwe mtu anacheka mno, au anazungumza kwa upole kupita kiasi, au anasikika mcheshi sana, kila kitu kinaonyesha kitu ambacho hakikukusudiwa kuonekana halisi huonekana kupitia mwili. Macho yanatoka hadharani kabla ya maneno, misuli ya uso inasaliti hisia, mikono inatetemeka inapobeba woga, sauti inavunjika inapobeba wivu uliofichwa, na hata ukimya unaweza kwa kilio cha hofu. Greene anasema, usiogope maneno ya mtu, yaogope yale anayoyaficha. Katika sura hii unaanza kuona kwamba mchezo wa kijamii una nguvu zaidi kuliko unavyofikiri. Watu wanaweza kuwa wanakuchekea lakini ndani wanauliza huyu nitampataje? Watu wanaweza kukupa heshima lakini ndani wanauliza huyu ananipita kwa nini? Watu wanaonekana wapole lakini ndani wana tabaka la hasira ambalo walifunga zama sana kiasi kwamba wamesahau hata lilikuwepo. Lakini ukiwa mtu anayejua kusoma nyuma ya pazia, macho yanavyoteleza, sauti inavyokatika, mwili unavyokaa, maneno yanavyokwepa ukweli, unaianza safari ya kuwa mmoja wa watu wachache sana ambao hawaendeshwi na juujuu ya watu bali na undani wao. Unaanza kujua kabisa nani anaficha wivu chini ya tabasamu, nani anajifanya mnyenyekevu ili kupata nafasi, nani anajitenga kwa sababu ya hofu ya kuonekana dhaifu na nani anaonyesha nguvu ili kuficha kiwewe kilichoingia ndani yake miaka mingi iliyopita. Katika mahusiano ya kimapenzi, sura hii inakuwa ya kusisimua zaidi. Kuna watu wanaoanza mahusiano wakiwa watamu kupindukia wanatuma message kila mara, wanapenda sana, wanatoa sana. Kwa nje wanaonekana kama mfano wa mpenzi bora, lakini mara nyingi tabia hii ni maski ya hofu ya kupotezwa. Wakiona tu unapunguza mawasiliano kwa ajili ya kazi au usingizi, wanapanikika, wanasema umebadilika, hunipendi tena, mbona unijali kama mwanzo? Ni maski ya upendo iliyojengwa juu ya hofu ya ndani ya kutodhihirika lakini Greene hakuachi, anakuelekeza kwenye ukweli ambao ni mchungu mno kuliko yote: wewe pia ni mwigizaji. Sura hii inakushika kwa shingo na kuonyesha kwamba hata wewe una maski zako, maski za kutaka uonekane shujaa, maski za kutaka uonekane tulivu, maski za kutaka uonekane mwerevu, maski za kutaka uonekane hauna madharau. wakati mwingine hata maski unayoivaa unaisahau, imekuwa sehemu ya ngozi yako. Lakini ndani, chini ya tabaka zote, kuna mtu ambaye unamficha kwa dunia kwa watu, na wakati mwingine hata kwa nafsi yako mwenyewe. Greene hafundishi kwamba uondoe maski zako, anafundisha kwamba uzimiliki. Hazifai kuwa vifuniko vya uoga, bali ziwe zana za kuendesha dunia. Usivae maski ya kujipendekeza, vaa maski ya utulivu inayoleta heshima. Tengeneza maski ya kukuonyesha katika nguvu zako bora zaidi. Katika sura hii unajifunza kwamba dunia ni jukwaa, lakini si wote wanaocheza vizuri. Wanaocheza vibaya hutumika, wanaocheza vizuri hutawala, na wanaojua kusoma mchezo kabla haujaanza hao ndio mabwana wa tabia za binadamu. Hapo ndipo Greene anaweka alama ya mwisho ya sura hii. Mtu anaijua kuona kupita kwenye maski za wengine na anaijua kutengeneza maski yake mwenyewe kwa busara, ndiye anayoingia hatua ya juu zaidi ya nguvu za kijamii. Anastawi mahusianoni, anashinda kwenye majadiliano. Anapanda ngazi za ushawishi na anajilinda dhidi ya watu ambao wanacheka wakati mioyo yao imejaa sumu. Kwa kifupi, sura hii inafungua macho kwa ukweli mmoja mzito, kama huoni maski za watu, utatumika na mchezo ambao hujui hata umeingiaje ndani yake. Lakini ukiona, unakuwa msanii wa ukweli katika ulimwengu wa maigizo. Usiishi ukiwa kipofu kwenye jukwaa la maisha. Jifunze kuona nyuma ya maski. Jifunze lugha ya siri ya tabia za binadamu. Na jifunze kutawala mchezo kabla hauja kutawala. Kama unataka nikupe sura nyingine kwa uzito huu huu, sema tu endelea au nibandikie sura inayofuata. Na hapa ndiyo mwisho wa sura hii ya tatu. Tukutane muda mwingine lakini usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.